Oe. Oe. Yanga hoye, wananchi, tukiwa nje ya dimba la Benjamin Mkapa a, tukiwa tunasubiri ndani uongozi wayanga, wa Yanga na viongozi wa TFF na wa serikali kwa ajili ya kikao cha hatuchezi. Mna lipi la kusema mwalimu Yanga? Kwanza nataka tuambie mashabiki na wanachama ya Yanga ambao mko sehemu mbalimbali, ni muda mwafaka, njoo Benjamin Mkapa a, kwa ajili ya kushinikiza kuambia TFF bodi ya ligi pamoja na viongozi wetu, jambo ni moja. Wa wananchi ambao wamezamilia katika matawi yote, ambayo tumekubaliana kuwa mechi hatuchezi, na mechi hatuchezi kwa sababu jambo moja, wenzetu walitukimbia, wanataka kulazimisha kuja kucheza hii mechi. Tunaambia viongozi nyie, mko kwa niaba ya mashabiki na wanachama ambao wamewachagua. Wanachama na mashabiki wamezamilia, wamesema hakuna mechi kuchezwa. Yeyote ambayo ataenda yoyote ambayo ataenda kinyume na msimamo wa wanachama.